wa chama cha UDA kutoka kaunti ya Kirinyaga wameanza kupiga upato chama, chama hicho wakidokeza kuwa chama hicho kitahudumu kwa awamu mbili chini ya uongozi wa Rais Ruto. Viongozi hao wamebaini kuwa chama hicho bado kina umaarufu mkubwa na hakuna mgawanyiko ambao utatokea ndani ya UDA. Aidha, wametaka wenyeji wa Mlima Kenya kutoendeleza siasa ambazo hazitawaletea maendeleo. <muchasana> Tushakubaliana hapa kama viongozi wa Kirinyaga, sisi hatutoki kwa chama ya UDA. Tutapigania hii chama, tutajenga hii chama, tutaimarisha hii chama, tutaweka nguvu hii chama, kwa sababu hii chama ndio iko na serikali na sisi hatutaki kutoka kwa serikali, kwa sababu pale kwa upinzani hatuoni vision yoyote ile. Maono tunaona ni ile maono iko na President William Samoei Ruto. a wengine ni karata ya pata potea, na sisi hatutaki kucheza hiyo karata ya pata potea. Na mimi naomba sisi tukiwa viongozi wa Kirinyaga vile tumeonyesha hapa leo tukiwa na Mheshimiwa Gashoki tukiwa na Mheshimiwa Geshimo mwenye ali alitoelezea ako kule, mmeelezewa ako kule Uganda kwa michezo ya iara. Tuko na mheshimiwa wa, wa, wa Mwea Mheshimiwa Miri Mainge, tuko na governor. Tumekubaliana ya kwamba sisi tufanye kazi pamoja. Mnataka tufanye kazi pamoja ama tugawanye? Tufanye kazi pamoja sitaki sitaki, tufikirie ya kwamba kuna njia nyingine ya kando kando. Njia ni moja, na hiyo dia njia ni serikali ya President William Ruto. Nilisema jana mahali nilikuwa sisi watu wa